Yes, karibu sports media, kama ni mara marako kwanza basi like, comment na ili ilii kupata za usajili pamoja na habari zingine za mchezo kupitia sports media. Hii ni Disemba 2025 dirisha la usajili ipo wazi na tetesi za usajili na uhamisho wa wachezaji unaendelea. Yes, leo nipo katika mitaa e, ya Msimbazi ambapo katika e, disha hili la usajili nao hawapo nyuma katika kuboresha eh, kikosi cha Simba kuelekea katika mashindano ya NBC Premier League pamoja na mechi zilizobakiza hatua ya makundi ya CAF Champions eh, League. Yes, nimekuletea listi ya mashine saba yes, ambazo zinawaniwa na klabu ya Simba katika dirisha hili la Desemba 25, dirisha dogo la usajili. Yes, tukianza na mchezaji wa kwanza ambaye ni Ismail Simpa ambaye ni beki wakati anayetokea katika klabu ya Steel Marion ya huko nchini Mali, na ikumbuka kwamba e, Simba walikutana na, na Steel Marion katika hatua ya makundi ya mchezo wa pili wa hatua ya makundi ya ligi mabingwa Afrika ambapo Simba ilipoteza kwa jumla ya magoli mawili kwa moja zidi ya Steel Marion, na goli la pili la Steel Marion lilifungwa na beki e, wakati Ismail Simpara ambaye kwa sasa anawaniwa na klabu ya Simba kuja kuongeza nguvu katika safu ya ulinzi ya klabu hiyo. Yes, Simpara siyo beki wa kawaida, ni beki anatumia akili nyingi kuliko nguvu na ana uwezo kipekee wa kusoma hatari kabla haijafika langoni na kwenye mipira ya juu, basi yeye ndiye mfalme wa mipira yote ya juu. Na kama Simba walikuwa wanamtafuta mtu wa kukomesha krosi za upinzani basi Simpala ndiye jibu. Ana uwezo mzuri wa mipira yote ya juu na pia ni mzuri kwa kutuliza timu pamoja na kupiga pasi fupi na ndefu kwa kuanzisha mashambulizi kwenda katika lango la mpinzani. Yes, mchezaji mwingine anayeoniwa na klabu ya Simba ni kiungo mbunifu eh, Abdalla Kulandano sasa ni mchezaji huru baada ya kufikia makubaliano rasmi ya kuvunja mkataba wake na klabu yake ya Fountain Gate, hatua ambayo imezua taharuki kwenye soka la usajili chini. Taarifa za ndani zinadai kwa klabu ya Simba ipo kwenye mazungumzo ya kina kumnasa fundi huyo wa dimba la kati ili kuongeza ubunifu na pasi za mwisho kwenye kikosi chao, pia na sifa ambazo kuna na amezionyesha kwa kiwango kikubwa sana msimu huu. Hata hivyo Simba sio pekee yao wanahitaji saini ya kiungo huyo, kwani klabu ya Mbe City na imeingia in in vitani kwa nguvu ikitaka ki kumrudisha nyumbani ili kuimarisha kikosi chao kutokana na uzoefu wake mkubwa wa ligi kuu. Wakati mashabiki wa Msimbazi wakisubiri wahamu kuona kama atatua Dar es Salaam, basi anapambana kuhakikisha fundi huyo anaelekea nyanda za juu kusini, jambo linalofanya hatma ya kulandana kuwa kuwa moja ya dili za kusisimua zaidi msimu huu. Yes, mchezaji mwingine anayewaniwa na klabu ya Simba ni Constantine Malimi anayetokea katika klabu ya Mtibwa Sugar, kutokana na majira ya magolikipa wawili Musa Pini Pini Kamara pamoja na Yakubu Suleiman, uongozi ya, wa Simba umezidisha kasi ya kutafuta mlinda mlango wa uhakika, na sasa kipa, Constantine anatajwa kuwa chaguo namba moja la wekundu wa Msimbazi. Simba wa kuingia sokoni kusaka golikipa mwingine ili kusaidizana na golikipa Hussein Abeli ambaye kikosi amebakia ni golikipa mmoja sivizani, katika michuano ya ligi pamoja na kimataifa inayotarajiwa kuendelea hapo hivi karibuni. Malimi anaonekana kuwa suluhisho sahihi kutokana na uwezo wake wa kuongoza safu ya ulinzi na reflexes zake za haraka ambazo amezionyesha kwenye ligi. Kwa sasa kukosekana kwa Musa Pimpin Kamara na Yakub Suleiman kumeacha pengo kubwa kwenye lango la Simba, jambo linalomlazimu kocha kutafuta kipa mwingine mwenye uzoefu ili kuleta ushindani na usalama kuelekea hatua muhimu za msimu. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yamefikiwa hatua nzuri, huku mashabiki wakisubiri kuona kama Malimi atatua Msimbazi rasmi kuchukua N nani nafasi na mikoba ya magolikipa. So ni swala la muda na tusubiri so kuona eh, kama Konstantin Malimi atapewa mkataba ili kuisaidia klabu ya Simba kwa hiki kipindi kigumu ambacho klabu inapitia. Yes, mchezaji mwingine anayewania na klabu ya Simba ni beki wa kushoto Karim Diallo anayekipigia katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Kutokana na mahitaji ya kuimarisha safu ya ulinzi, klabu ya Simba imetaja kuelekeza nguvu zake kumnasa beki wa kushoto wa Al Hilal ya Sudani, Kadim Diao. Simba inamvizia raia huyo wa Mauritania ili kuleta ushindani na uzoefu wa kimataifa kwa upande wa beki wa kushoto, eneo ambalo linaonekana kuhitaji damu mpya yenye kasi na uwezo wa kupandisha mashambulizi. Kadim Diao anajulikana kwa nizamu ya ulinzi na rosi zenye macho, sifa ambazo zinamvutia kocha na uongozi mzima wa Msimbazi kuona kama ndiye ndisi sahihi wa kuongeza nguvu kikosini. Licha ya kuwa e, katika nafasi hiyo ya beki wa kushoto kuna mabeki wawili ambao wameshasajiliwa hapo apo awali ambao ni Anthony Mligo pamoja na Nabi Kamara, lakini e, kwa upande wa Nabi Kamara amefiti zaidi kucheza katika sehemu ya kiungo, kwa hiyo huko katika beki ya kushoto amebakia Anthony Mrigo ambaye hawezi kumudu kucheza mechi zote, hususani mechi za kimataifa, tofauti na Kadim Diaw ambaye yeye ana uzoefu mkubwa wa mashindano ya kimataifa. Yes, mchezaji mwingine ambaye anahusishwa na klabu ya Simba kakaribisha hili dogo la usajili ni Louis Konde Boy, Louis Mixon. Yes, kutokana na mahitaji ya kuimarisha safu ya shambuliaji tuweza kurejea kwa Konde Boy, Louis Mixon ndani kikosi cha Simba zimepamba moto. Nyota huyo raia wa Msumbiji amezidisha presha baada ya kuonyesha kiwango cha juu akiwa na klabu yake ya sasa Udi Songo, ambapo ameibuka mfungaji bora wa msimu na kuthibitisha kuwa bado anapua ya mabao. Simba inatajwa kuvutiwa na kasi pamoja na uzoefu wa Mixon, wamini kuwa kurejea kwake kutaongeza makali yaliyopotea kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa takwimu hizi za ufungaji bora alizozipata huko Msumbiji, mabosi wa Simba wanaona ni muda sahihi wa kumrudisha fundi huyo ili aje kuendeleza pale alipoishia. Je, unahisi, Nixon akirudi Simba, atatupia mabao mengi kama alivyofanya kule Udisongo, au kama alivyofanya hapo awali alivyokuwa na wakundu wa um, Msimbazi? Yes, shusha comment yako hapo basi na mimi nitakujibu nita kuhusiana na Luis Miquissone kurejea kwake ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Yes, mchezaji mwingine anayewaniwa na klabu ya Simba ni kiungo mshambuliaji namba 10 kumi Ino. Kutokana na mahitaji ya kuimarisha safu ya washambuliaji, klabu ya Simba inatajwa kuelekeza nguvu zake kumnasa kiungo mshambuliaji namba 10 huyo Ino. Jospin Leomba kutoka katika klabu ya Colombe Sportive ya nchini Kameruni. Fundi huyo raia wa Congo Brazzaville amekuwa gonzo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuchezesha timu kwa kasi na ufundi wa kupiga pasi za mwisho, kitu ambacho kilikuwa kinakosekana ndani ya timu ya Simba Sports Club. Simba inamvizia Leomba ili kuongeza ubunifu kwenye eneo la kiungo washambuliaji wakiamini kuwa uzoefu wake wa kucheza ligi ngumu kama Cameroon utakuwa chachu ya mafanikio ndani ya msimu huo. Wakati mazungumzo yakitajwa kuanza, mashabiki wa wa Simba wanahamu ya kuona kama fundi huyu kutoka Brazzaville atakuja kuwasha moto na kuleta utulivu uliokosekana kwenye safu ya mwisho ya timu hiyo. Unadhani ino Justman liomba ndio mchezaji sahihi wa kuvaa jezi namba 10? Shishie comment yako hapo basi, na mimi nitakujibu. Mchezaji wa mwisho ambaye inasemekana naye anaweza kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba Simba ni Henok Inonga Baka, mchezaji wa zamani wa Simba na pia alikuwa akiitumikia klabu ya FAR Rabat ya, ya, ya Morocco, lakini kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kumalizana na FAR Rabat na kama ilivyo inavyoonekana yuko Tanzania na anasubiriwa tu, ni suala la muda kusaini mkataba na wekundu wa Msimbazi na kuja kuitumikia tena klabu hiyo. So Ninonga Baka inasemekana naye ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza wakarejea ndani ya wekundu wa Msimbazi. Asante na karibu Mo Sports Media, kama uja subscribe basi nikukumbushe, subscribe, like, comment na kushea ili zidi kupata updates za usajili updates za michezo na habari zingine kubwa zaidi kote duniani, eh.